mkoa wetu wa Manyara sasa. Ni zamu ya mgombea wa urais kupitia chama chetu cha mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan, anakuja kwa ajili ya kampeni katika mkoa wetu na mgombea wetu atafika katika mkoa wetu siku ya tarehe tatu. Kwa naomba niwatajie ama niwaambie ratiba yake rasmi itakuwaje siku ya tarehe tatu itakuwa ni Ijumaa. Mgombea wetu atakuwa akitokea mkoa wa Arusha atafika katika mkoa wa Manyara muda wa mchana, tunatarajia kufika Manyara kati ya saa sita mpaka saa saba na atafanya mkutano wa kuzungumza na wananchi katika kata ya Magugu pale karibu na kituo cha polisi, ni eneo la uwazi kubwa sana pale atazungumza na wananchi pale, atawasalimia na siku hiyo hiyo ya tarehe tatu, tunatarajia mgombea wetu ataelekea katika wilaya ya Hanang ambapo atafanya mkutano mkubwa wa hadhara. Tunatarajia mkutano ule kuanzia mida ya saa nane atafanya mkutano mkubwa wa hadhara katika Uh, wilaya ya Hanang na mkutano utafanyia utafanyikia katika viwanja vipya wanaita Mount Hanang Stadium. Hiyo itakuwa ni siku ya tarehe tatu, na baada ya hapo mgombea wetu atarudi Babati, atapumzika hapa, na tarehe nne itakuwa sasa ndio mkutano wenyewe mkubwa wa kimkoa utafanyika hapa makao makuu ya mkoa, ambapo ni wilaya ya Babati mjini, viwanja itakuwa ni stendi ya zamani viwanja vya stendi ya zamani pale. Wananchi wawahi mapema sana kwa sababu patakuwa hapatoshi, na nichukue nafasi hii kabla sijazungumza mambo mengine kuwakaribisha wananchi wote wanachama wa chama cha Mapinduzi na wasiokuwa wanachama cha chama cha Mapinduzi, maanake mgombea wetu huyu pamoja na mambo mengine atainadi sera za Chama cha Mapinduzi ikiwemo pamoja na ilani yetu, lakini hatawanadi wagombea wa nafasi za ubunge na udiwani katika wa majimbo yote saba na madiwani wa kata zote 142. Yaani ule uwanja hapata tosha. Kwa hiyo niombe wananchi wawai. Kutakuwa na burudani za kutosha sana, tunategemea kuwa na wasanii wakubwa Diamond Platnumz, Harmonize, na wasanii wengine lakini, kutakuwa na vikundi vyetu vya ndani. Kuna kikundi kimoja kitakuwepo kutoka Simanjiro kule, wale wa Masai wanatoka sehemu moja inaitwa Edonyo Ngejape, wanapiga ngoma za asili, sijawahi kuona. Kwa hiyo itakuwa ni burudani na mgombea wetu atapata fursa ya kujionea e, utamaduni wetu na wasanii wetu wa ndani. E, maandalizi ni makubwa sana Maandalizi ni makubwa sana, tumejipanga sana kumpokea mgombea wetu, na wananchi wao wamejipanga, na niwaombe waje wasikilize sera bora, sera nzuri zikitolewa na mgombea bora kabisa kuwahi kutokea, mgombea wa nafasi ya urais wa Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan.